eni rasmi. Kwanza napenda kuchukua fursa hii kupongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu mpango wa ushirikiano kati ya vyuo na viwanda, Mtibwa Sugar na chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo ni umeanza muda mrefu. Sisi tumeajiriwa kutokea chuoni mara baada, yani hata kabla tujafanya mtihani wa mwisho wa ui, tukawa tayari tumeshaajiriwa na kiwanda cha sukari Mtibwa. Mimi ni muhitimu kutoka chuo kikuu cha Sokoine, nina uzoefu wa miaka tisa. Kwa huyo mwenye miaka mitatu, maanake sisi ndio ambayo tumefanya kazi kubwa ya kuwatengeneza hao. <laughs> Mtibwa ni kiwanda ambacho kinakuwa kwa kasi kulinganisha na viwanda vingine vyote vya sukari Tanzania. Kwa kasi tumetoka kwenye tani elfu kumi na tano tutaangalia tani laki moja na elfu sita msimu huu, kwa hiyo tunakuwa kwa kasi. Siri kubwa ni kwa sababu watendaji wakubwa ambao wameaminiwa Mtibwa ni wazawa, alafu pia ni vijana. ili kuinua viwango vya tafiti na ubora wa elimu Napenda kutoa wito kwa taasisi binafsi kushirikiana na vyuo kuwekeza katika tafiti hususani za kisayansi na teknolojia na kuhimiza ubunifu katika ufundishaji na ujifunzaji. Kupitia mpango huu, sekta binafsi inaweza kuchangia maendeleo ya elimu yetu kwa kufadhili tafiti na kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa fani mbalimbali kulingana na mahitaji ya soko la ajira. Pili ni mafunzo kwa vitendo. Ushiriki wa waajiri na wenye viwanda katika utekelezaji wa mpango huu ni muhimu, hususani uandaaji wa mapitio ya mitaala, fursa za mafunzo kwa vitendo, uanagenzi na mafunzo kazini, ushiriki wa wataalamu viwandani katika ufundishaji, tathmini ya wanafunzi na uthibitishaji wa ujuzi, uimarishaji wa miundombinu ya mafunzo. Ushirikiano huo utawezesha sekta binafsi kutoa nafasi za mafunzo kwa vitendo field practical training na mafunzo kazini internships. Kwa viwango kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na waajiriwa wa fani mbalimbali. Tatu, ni wito wangu kwa taasisi za elimu na sekta binafsi nchini kuzingatia maendeleo ya kasi ya sayansi na teknolojia duniani katika utekelezaji wa mpango huo. Vyuo na sekta binafsi vishirikiane kubaini ujuzi muhimu unaohitajika sasa na siku zijazo, hususan katika fani za sayansi, teknolojia, ubunifu tiba, uhandisi na hesabu ili kuwezesha vijana wetu kushindana na kupata nafasi katika soko la ajira hapa nchini na kimataifa. Serikali ya awamu ya sita imeweka kipaumbele cha kimkakati katika kukuza ujuzi, stadi, maarifa na sifa za kuajirika au kujiajiri miongoni mwa vijana na wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu ikitambua kwamba maendeleo endelevu ya taifa hayawezekani bila kuwa na rasilimali rasilimali watu iliyoelimika na yenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Dhamira hii inatokana na ukweli kwamba asilimia 34 ya wa Watanzania ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 35, wanaohitaji kuandaliwa kwa ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira la kitaifa na kimataifa, ambapo kwa sasa zaidi ya wanafunzi milioni mbili na laki moja wapo katika taasisi za elimu ya juu ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, jambo linaloipa serikali na wadau wake wajibu wa kuhakikisha mfumo wa elimu unazalisha wahitimu wenye umahiri wanaoweza kuajiriwa na kujiajiri na kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya taifa letu. Kwa muktadha huo, serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa ya sera na mitaala ya elimu katika ngazi zote kwa lengo la kuujenga mfumo wa elimu ulio mnyumbufu jumuishi na unaoendana na vipaji, mwelekeo na mahitaji halisi ya soko la ajira, huku ikizingatia mabadiliko ya teknolojia na ushindani wa kitaifa na kimataifa. Vile vile serikali imeendelea kutenga rasilimali kubwa katika sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi kwa kuongeza bajeti ya elimu mwaka hadi mwaka fedha, ambazo zimeelekezwa katika ujenzi na uboreshaji wa vyuo, karakana na maabara, pamoja na kuwezesha mafunzo ya vitendo yanayohusisha sekta binafsi. Uwekezaji huu wa kimkakati unalenga kuifanya elimu kuwa injini muhimu ya ukuaji wa uchumi, ubunifu na ajira endelevu nchini.